nimeenda sasa usiku nyumbani kwake na nawe tulikuwa tunafanya tuna shoot video na na kazi, ngoja kwani mjaona. Ngoja basi, naomba nimalize kuongea. Mtanijudge, mtanijudge baadaye, maana naona nyinyi kitu kimoja kazi niliyofanya na Harmonize imeonekana na nilifanya kazi nzuri. Mnatakiwa mni praise kutokana na uigizaji niliyofanya kwenye hile nyimbo ya wote. mm -hmm. Ndio mnachotoka mseme, sio mambo ya relationship. Number 2, Harmonize alitakiwa payment, ilikuwa inatakiwa iwe nyimbo yetu itoke right after Hmm. Anayo hiyo nyimbo hmm, na amegoma mimi niitoe. Kwa hiyo naomba wewe, ngoja naomba wewe, kwa sababu yule ni ndugu yako na unamuweza, muulize nyimbo yetu iko wapi sasa mmoja kwa mmoja, uacha kusikiliza, muulize video fixing, kama mpenzi ukasema kuna demu aliletwa ndio demo ya vileta huyu, akaanza kuzira. Unajua masaidi chiko alivyokuwa na nguvu, akasema ndio mambo gani, mimi nijua, tunaanza kujua ndio, akasema basi tiaishe, fanya we uka na ile nguo, hata nguo ulipa usi ngoleta mic huko. Mwijaku si unajua anapenda sana kuchochea vitu. Mimi nawaambia ukweli na sijai kwa mtu wa uongo. Kazi ambayo nilifanya na Harmonize ilikuwa ni kufanya video na kulikuwa kuna nyimbo yetu itakayotoke right after nyimbo. Anayo nyimbo, ninayo, nitakusikilizisha kama unataka. Hajaweza kuirelease kwa amesema, ana I swear Usi mwezi mtukufu mm, na heshima sana, hata kama sio dini yangu, kutafunwa kama hujai kutafunwa Harmonize.